Naam Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine tena nzuri ambayo tumepata kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo tutajifunza e, somo moja ambalo linasema neema ya kumjua Mungu. Amen. Neema ya kumjua Mungu. Kwa nini nasema neema kumjua Mungu? Wapendwa katika Bwana. Watu wengi sana eh, anasema anamjua Mungu, namjua Mungu, namjua Mungu. Lakini Yesu Kristo mwenyewe anasema hakuna amjuae Mungu. Kwa nini anasema hakuna amjuaye Mungu? Kwa sababu gani? Hii, kumjua Mungu ni neema, ni kitu ambacho ni bure kabisa umepewa. Amina. Yani kwamba ni Mungu yeye ameamua ajionyeshe kwako. Amen. Ndio maana anasema katika Yohana 15 16 si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nimewaweka mkazae matunda na watu wenu wapate kukaa, ili kila mwombalo Baba kwa jina langu atawapenda. Amen. Kwa kumbe katika kumjua Mungu ni Mungu yeye ye ndio ameanzia kujionyesha kwako. Amen. Ili ndipo na wewe ukajua ha huyu ni Mungu. Kwa nini? Kuna vitu vingi ambavyo Mungu anajionyesha kwako. Kwa njia ya kuponya, kwa njia ya kwa njia ya amani, furaha, vitu vingi ambavyo Mungu huwa anajionyesha kwako mpaka unasema asante Mungu. Mtu anaweza kama amekupatia kitu eh, lakini ukasema asante Mungu. Hata kama ujua kama au uh, kujua yaani hujajua kabisa kama ni Mungu, hata mtu ambaye hajaamini, lakini anasema asante Mungu kwa nini ni Mungu amejifunua kwako ndio maana unakiri mwenyewe hata bila, bila kutarajia wala bila kutegemea unakiri mwenyewe kwamba ni Mungu amefanya amen basi tutaenda kusoma kitabu kitabu kutoka, kutoka Mathayo, Mathayo 11:25 mpaka 30, lakini pia tunakuta kitabu cha Yohana ile 14 anasema Mathayo 11:25 mpaka 30 wakati wakati ule Yesu akajibu akasema akushukuru baba bwana wa mbingu na nchi kwa mambo haya uliowaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga anasema, Bwana nakushukuru sana baba wa mbinguni kwa mambo haya ambayo uliwaficha wenye hekima, ukawafunulia watoto wachanga. Ukawaficha wenye hekima na akili, watu wenye ujuzi na uchunguzi, watu wenye elimu waliosoma, ukawafunulia watoto wachanga. Amina. Kwa sababu gani alifanya hivyo? Anasema, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele yako, kwa kuwa ndivyo ilivyompendeza Mungu kukufunulia, ndio maana awe profesa, awe mtu ambaye hajasoma, awe mtu ambaye yuko na madani ambaye yeyote, Mungu akiamua kujifunua kwake atajifunua. Tunatazama hata kwenye mitume, kulikuwa na kina Paulo kulikuwa na kina Petro ambao walikuwa ni wavuvi na kina Paulo ambao walikuwa ni wasomi, lakini Mungu alijifunua. Amen. Kila mtu alifanya kazi kwa jinsi ambavyo Mungu alimpendeza Mungu kufanya kazi. Anasema 27 akasema, nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna amjuae baba amjuae mwana ila baba, wala hakuna amjuae Yesu Kristo. Amen kwa nini nimesema, nilianza kusema neno hilo kwamba neema kumjua Mungu. Hakuna amjuae mwana ila Baba, wala amjuae Baba ila mwana. Hakuna amjuae mwana ila Baba. Amen. Tunajua kwamba Yesu Kristo alikuja kujifunua kama Mungu mwanadamu au Mungu mwana, lakini kwa nini anasema hivyo? Tuende mbele. Anasema ila mwana, na yeyote ambaye Bwana apenda kumfunulia Amen. Na yeyote ambaye Bwana apenda kumfunulia ishirini na saba anasema akasema, nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna mjuae amjuae mwana ila baba, wala hakuna mjuae baba ila mwana, na yote ambaye mwana apenda kumfunulia. Amen. Anasema hakuna ajuae amjuae amjuae ba, amjuae mwana ila baba. Hakuna anayemjua Yesu Kristo ila Mungu mwenyewe ndio anayemjua, kwa sababu anajua ni nani. Amen. Na hakuna anayemjua Mungu ila Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwana, kwa sababu anajua baba ni nani. Amen, anasema hivi ila mwana na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia, ambaye kumfunulia, ambaye atap, atapenda kujionyesha atapenda yani au atapenda kujitukuza ile kazi ambayo Yesu Kristo anayo na huyo mtu akaifanya, ndio huyo mtu akimdhihirisha hicho kitu, maana yake uponyaji uliofika. Tomaso alivyogusa mwili wa Yesu akasema, akasema Mungu wangu na Bwana wangu Akakiri kwamba Yesu kwa ni Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa aamini alipogusa, akagundua, jamani, kumbe mtu anaweza akafa na akafufuka. Kwa kile, kile kitendo kilimfanya Timotheo akiri kwamba Yesu kwa ni Mungu, kwa sababu Mungu alipenda kumfunulia hivyo, Timotheo. Amen, anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsi mwenu. Anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Njoni kwangu nyote ambao mna mawazo na vitu ambavyo mmekata tamaa, mna mawazo ambayo yamechoka, ambao mmekata am, am, am, tamaa, mnataka kujiua, ambaye mmeona dhambi haiwezi kuisha, ambaye mmeona vitu vyote, njoni kwangu. Amen, njoni kwangu, mimi nitawafunulia kwamba nina raha gani. Amen, nina raha gani. Ndio maana anasema hata katika Wafilipi 4 kusoma mstari wa 6 na 7 pale Unasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali, kwa kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Bwana. Mungu ajue una shida gani. Ukiri kwamba Mungu mimi na shida hii. Sema naye Mungu. Amen. Anasema hapo. Anasema na amani, mstari wa saba. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote, inapita kwenye hekima na akili zote. Amen. Itakuhifadhi nia yako kusudi ambayo umemwendea Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Ndio maana kwa nini ni alikuwa anasema jambo hili kwamba ila mwana apendaye kumfunulia. Amen. Tazama Yesu Kristo katika ile Mathayo 16, ukisoma mstari wa 17, 17 pale ukienda mpaka ile 20, ana an, alikuwa aliwauliza wanafunzi wake kwamba, he m, watu huko nje wanasema mimi ni nani? watu watu wakasema wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine Yohana, wengine wanasema wewe ni nabii yule ajaye. Akasema, ha je, na nyinyi mnasema ni nani? na nyinyi mnasema mimi ni nani? pe, pe, pe, Petro Petro akajibu pale akasema, wewe we, ni mwana wa Mungu aliye hai. Tazama. Kitu Yesu so alichomjibu. Mstari ule akamjibu akamwambia Simon Bariona. I mean Petro, wewe Simon Bariona anasema mwili na damu havikukufunulia haya ila Baba yangu aliye mbinguni ndio aliyekufunulia haya. Maana yake si akili yako ya kawaida aliyofanya hivi, bali ni Mungu ameamua kujirudisha kwako, ameamua kujitukuza kwako kwa sababu ya nia na kusudi la moyo wako ulivyo. Ndio maana ameamua kujitukuza kwako, uweze kujua kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, Hakuna mtu anayemjua Mungu, amina. Bali Mungu akiamua kujifunua kwako. Amen. Bali Mungu akiamua kujifunua kwako. Ndio maana mambo ya Mungu yote huwa ni miujiza. Amen. Furaha ya Mungu huwa ni ya miujiza. Upendo wa Mungu huwa ni wa miujiza. Amani ya Mungu huwa ni ya miujiza. Amen. Kila kitu ambacho utakiona kitakuwa ni tofauti. Utaona kuna utofauti. Ule utofauti anasema kwa kuwa ni mimi Bwana. Ni mwili na damu haviwezi kufunulia haya ila Mungu mwenyewe akijifunua kwako. Amen. Kuna siku nikajiuliza swali moja. Kwa nini tuna anasema Yesu Kristo kwamba ishara hizi zitambatana na waaminio, kwa jina langu atatoa pepo. Kwa nini atoe pepo, aponye, afanye vitu vyote hivi? Kwa nini kazi zifanyike? Kuombea wagonjwa, kuwekea mikono wagonjwa. Amen. Ili Mungu ajifunue kwetu. Nikagundua, ah, kumbe Mungu anatakiwa ajifunue kwetu, akijifunua, anajifunua kwetu kwa kutumia mambo haya. Mtu atakapoona ule muujiza wa kuponya atashangaa. Amen. Atashangaa. Ataamini, atasadiki. Na basi ndio tukasoma Yohana ile kumi na nne. Tuanzia mstari wa kwanza ule. Amina. Tuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne, lakini acha tutasoma mstari yote. Tutasoma mstari michache. Akati Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba mimi nakwenda kwa baba na mimi niendako nyinyi mwaijua njia. Amina. Na anawaambia vitu vingi kwamba hata baba mwenyewe mnamjua kwa kuwa mmeniamini mimi. Amina. Sasa Tomaso katika ile mstari wa tano, Tomaso akamwambia Bwana, sisi tunakoenda wewe tutaijuaje njia? Akamwambia mimi ndimi njia kweli na uzima. Aniaminie mimi. Ameshapata ameshaipata hiyo njia. Amina. Hamesha, yoy, yoy, pata njia. Amesema hivi mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Ila kwa kuniamini mimi, mimi maana yake. Alikuwa anamaanisha nini? Mstari wa saba anasema, kama mngalinijua mimi kama mngalinijua mimi, mngalimjua baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Tazama kitu hichi mpendwa katika Bwana. Niliongea katika Mathayo ile kumi, katika Mathayo kumi na moja. Yesu Kristo anajithibitisha kwamba yeye ni Mungu kwa namna gani? kwa mtu yote ambaye atapenda kumfunulia. Amina. Ukiona wewe hujafunuliwa hichi kitu huwezi ku endelea kumwomba Mungu uweze kumjua Yesu Kristo ni nani amina. Endelea kumwomba Mungu uweze kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni maana yake unaamini, amina, unaamini. Anasema kwamba angalia, tusome tena mstari wa 7 kama mngalinijua mimi mngalimjua baba, tena sasa, tena tangu sasa mnamjua, kwa kuwa sasa mnamjua tena mmemuona. Kwa kwa, kwa kuwa mmeniona mimi mmemwona baba. Kwa kuwa mmeniona mimi mmeona uzima, kwa sababu Mungu ni uzima. Kwa kuwa mmeniona mimi mmeona njia, kwa sababu Mungu ndio njia kwa kuwa mmeniona mimi mmeiona kweli kwa sababu Mungu ndiyo kweli anasema mstari wa nane. Filipo akamwambia Bwana tuonyeshe baba ya tutosha. Mungu akamwambia akamwambia Bwana tuonyeshe baba ya tutosha. Akasema mstari wa tisa. Yesu akamwambia mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo. Mimi nimekuwepo nanyi siku zote. Usijue kwamba mimi ni baba Filipo. Usijue kwamba mimi ni Mungu. Anasema anionaye mimi amemwona baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Anionaye mimi amemwona baba. Kwa nini nasema jambo hili? Kwa sababu Mungu atakayependa kumfunulia katika Yesu Kristo, Yesu Kristo atajifunua kwako. Utakapomwona Yesu Kristo, ndivyo utakapomwona Mungu, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu. Amen. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Amen. Naye neno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu. Kwa neno Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe. Amen anasema usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hauamini kwamba mimi nipo ndani ya Baba, hauamini kwamba mimi ni sehemu ya Mungu na Mungu ni sehemu yangu mimi, kwamba mimi ni Mungu. Amen. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Haya maneno siambi kwa akili zangu mimi, bali Mungu alikaa ndani yangu ufanya hiyo kazi. Amen hufanya hiyo kazi ambaye sisi kwetu tutakuja, tunafanyika tena. Mungu anakaa ndani yetu. Kwa nini tunasema Emanueli, Mungu pamoja nanaani? na nani? Na mwanadamu. Tukienda huku chini, ukisoma ukiendelea huku chini, ukiendelea kumi na tano kumi na sita ndio anakuja anatoa mpaka ahadi ya Roho Mtakatifu, ambapo huyo Roho Mtakatifu maana yake ni Mungu. Atakuja atakaa kwetu. Amina. Atakaa kwa njia ya Roho, kwa sababu Mungu ni Roho. Amina alipotoka Yesu Kristo akasema mimi siwezi akasema Roho Mtakatifu hawezi kuja kwa sababu mimi sijaondoka. Kwa hiyo nitakapoondoka nitamtuma huyo Roho atakuja kwenu. Nitamwomba Baba atamtuma Roho atakuja kwenu. Akija Roho kwenu atakaa ataonesha kweli yote na atafundisha kweli katika kweli yote. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu Yesu Kristo anakaa kwetu, akabadili akakaa akaka kwetu kutumia Roho kwa sababu hawezi kukaa kwetu kwa njia ya mwili. Amen. Alikaa katika njia ya mwili kutufundisha njia, kutuonyesha. Amen kwamba katika hali ya mwili yanawezekana kushinda katika hali ya, ya damu na nyama, inawezekana kumwamini Mungu, alafu katika ukabadilishwa na kuwa kiumbe kipya. Amen. Amesema mstari wa 11, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, Baba yu ndani yangu, la hamsadiki hivyo sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Anasema basi sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe, kwa sababu mna amani, kwa sababu mna furaha, kwa sababu mmepata nguvu, kwa sababu mnakula mnakula kwa sababu kwa sababu ni, nilifanya miujiza imeonekana, kwa sababu kuna kazi ambazo zimetendeka, basi sadikini kwa hizo. Amen, aminini katika hilo kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu, kwamba mimi ni mwana wa Mungu, kwamba mimi ni Mungu mwenyewe yeah. Amen. Anasema amini na waambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya naam, kubwa kuliko hizo at, atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Anasema aniaminie mimi, atafanya kazi ambazo mimi nazifanya naam, hata kubwa kuliko hizi ambazo mimi nazifanya. Atafanya maajabu makubwa kwa sababu ameniamini mimi, nakaa ndani yako, kwa sababu ni Mungu, atafanya hivyo vitu Amen. Anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana, ili Baba ajitukuze aonekane yuko ndani ya Mwana. Mtakao liomba lolote kwa jina langu nitawapenda, ili Baba ajitukuze ndani ya Mwana. Amen. Amin. Ili njia ionekane, kwa sababu bila njia hiyo hatuwezi kuingia mbinguni, hakuna atakayeingia bila hiyo njia ya Yesu Kristo ya kumwamini. Amin. Anasema mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, nitalifanya mkiomba neno lolote kwa jina langu. Amin. Basi, mpendwa katika Bwana, neema ubule huu ambao tumepata kumjua Mungu ni Mungu ameamua kujifunua ndani yetu ni Mungu ameamua kujifunua ndani yetu. Amina, kujifunua ndani ya mioyo yetu kupitia Yesu Kristo, akajifunua Mungu. Amina, alipojifunua ili sisi tuweze kumwamini Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kumjua Mungu basi ipo Mungu yeye kuja kujifunulisha kwetu, bila Mungu kuonekana kwetu, kujionyesha kwetu. Kwa hiyo Mungu anajionyesha kwetu, na sisi ndipo tuamini. Tukianza hata zamani, toka kipindi cha wana wa Israeli, Mungu alibidi ajifunue amen, kupitia kichaka kinachowaka moto mbele ya Musa amen. Mungu ikabidi ajifunue kupitia mzaliwa wa kwanza wa, wa, farao na, na mifugo, ili watu waweze kuamini. Mungu ikabidi ajifunue kwenye vitu vingi. Mungu anajifunua, maana yake Mungu anataka ili ukiri, ukiri kwamba Mungu, sikuweza kufanya hili jambo kama si Bwana isingekuwa hai kama si Bwana nilikuwa nimekatiliwa mbali. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, natumaini video hii ilikuwa baraka kwako. Mungu wa mbinguni akubariki sana na akujalie Roho Mtakatifu akae ndani ya moyo wako akushuhudie kweli yote na uweze kujua kwamba umjue Mungu kwa kumpitia Yesu Kristo, uamini na hiyo Roho ambayo imekaa ndani yako Mungu ajifunue kwako zaidi na zaidi uweze kukaa katika utulivu na amani mpaka ile siku ya mwisho ambayo itakapofika. Amen. Uweze kuingia katika ule uzima wa milele. Basi nikutakie siku njema, Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.